Nashangaa sana kumuona fisi ana hereni. Ana namba. Hivi fisi kumbe wapo fisi wengi. Hadi 11 fisi anapewa kwa nani? Yaani ndio nyenye ni tukio kubwa mno. Na toka niwepo hapo ndo maana kwanza kuona hiyo na, nani matukio. Yaani wanyama ambao wanaua, wanauawa wana harama. Mwingine ameandikwa kwa jina anaitwa Shigara Hadi Badugu. Mwingine ana hereni na maana wote tuseme wanyama waliokufa wote wana alama. Na maana hao wanyama wote hao, sio wanyama wa porini, ni wanyama wa binadamu tunaoishi nao binadamu. Wanafuga wanyama kama fisi. Tumekuwa na mashaka mengi kwa ajili ya watoto wetu, mifugo yaani, fika hapo muda wa saa kumi na moja watoto tunaanza kuwawinda, lakini serikali meweza kusikiliza na kutuunga mkono kwa ajili ya mashambulio haya, lakini hili zoezi tunaomba liwe endelevu. Sisi walikuwa wanatusumbua sana, mpaka sasa tunavyoona wana uharibifu mkubwa. Kijiji jirani tu hapa Busega, kuna kipindi cha miezi ya nyuma tumeweza kuua mtoto. Kwa maana hiyo, hata mifugo wetu ambao tunawafuga kwenye, kwenye miji yetu e, fisi hao wanawashambulia sana hata kuku pia wanaweza kuwachukua. Kwa maana hiyo wanaleta uhadidifu kwa, kwa asilimia kubwa. TAWA kanda ya ziwa kupitia pori la kiba kijereshi tulikuwa na operesheni ya siku saba katika kata ya Shiligala yenye vijiji vinne. Operesheni hiyo ilikuwa maalum kwa kudhibiti fisi ambao walikuwa hatarishi kwenye makazi ya watu pamoja na mifugo. Tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kudhibiti fisi hao na kwa jumla ya siku saba hizo tulizokuwa hapa kufanya operesheni hiyo, tumefanikiwa kudhibiti kuua fisi kumi na saba. Na ushauri wangu kulingana na jiografia halisi ya kata ya Shigala, ushauri wangu ulikuwa tushirikiane na kata zingine kama Badugu na Kabita, ili tuendeleze kutokomeza fisi hao ambao ni hatarishi kwa wananchi.